Tunashukuru sana kwa kuweza kuitikia wito wetu, lakini kama ilivyo kawaida CHADEMA wilaya ya Kinondoni, tunapokuwa na jambo lolote ambalo linahitaji ujumbe ufike kwa wananchi wa Kinondoni na Watanzania wote huwa tunatumia vyombo vya habari. Kwa hiyo leo tumewaita hapa, tuna ujumbe ambao tunahitaji ufike kwa wananchi wa Kinondoni na Tanzania nzima, na tukaona njia pekee ya kuweza kufikisha ujumbe huu ni njia ya kuita waandishi wa habari kama ilivyo kawaida yetu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, tutakuwa na wazungumzaji wachache kwenye jimbo letu, tukiongozwa na mwenyekiti wetu Waziri Mhunzi pamoja na mimi mwenyewe George Mwingira kama katibu mwenezi na viongozi wengine wajumbe wa kamati tendaji na viongozi wengine wa kata. Lakini kwa siku ya leo tutakuwa na wasemaji wakuu wawili, ambaye mwenyekiti wa Wilaya Kinondoni Waziri Mhunzi pamoja na mimi George Mwingila kama katibu mwenezi. Na kwa mujibu wa katiba ya CHADEMA katibu mwenezi ndo mtu ambaye anatakiwa kutoa habari, lakini akipata maelekezo toka kwa mwenyekiti. Kwa hiyo baada ya kusema hayo mafupi, naomba nimkaribishe sasa mwenyekiti wangu wa jimbo Waziri Mhunzi ili aseme kile kilichotukonyesha leo hapa na kisha baadaye mimi kama katibu mwenezi nitajazia pale ambapo mwenyekiti wangu alikuwa amesahau au kuna nani, kuna matatizo madogo madogo. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nikukaribishe sasa <coughs> Viongozi wenzangu na ndugu waandishi wa habari, kwanza nawashukuru sana kwa kuitikia wito wetu na kuja hapa kufanya maongezi na nyinyi, ili tamko letu au maelezo yetu, taarifa zetu ziweze kuwafikia wananchi. Kama mnavyofahamu, ndugu waandishi wa habari, mwaka 2015 chama chetu kiliingia kwenye umoja wa UKAWA na vyama shiriki, kwa maana ya NCCR kafu, NLD na sisi CHADEMA, tukaunda kitu kinachoitwa UKAWA. Sisi jimbo letu la Kinondoni, nafasi ya ubunge iliachiwa kwa wenzetu wa kafu, na sisi tuliheshimu maamuzi hayo kwa hiyo katika maandalizi ya kumpata huyo mbunge jimbo letu la Kinondoni, kwa maana ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, mimi nikiwa mwenyekiti ndani ya jimbo hilo, tulishiriki kikamilifu kuhakikisha kwamba mbunge wa umoja tuliounda nayo Ukaa, mheshimiwa huyu ambaye ameondoka, sijui ni mwite ni mheshimiwa au ni mwite ni nani kwa wakati huu Saidi Mtulia Maulidi, yaani kwa mambo anayoyafanya kiasi kwamba hata jina <laughs> lishaanza kunipotea Maulidi Mtulia. Tulikubaliana kabisa kwamba tumunge mkono na tulishiriki kikamilifu sana, na sisi Chadema ndo tulikuwa ma campaign manager, kwa maana campaign manager wa kumpata Mtulia alitoka huku Chadema, muhesabu kura, msimamizi mkuu wa kusimamia kura za kumpata yule mbunge alitoka Chadema. Kwa hiyo utajikuta kwamba Chadema sisi tulikuwa tuna msaada mkubwa sana katika kuipata ile nafasi. Sasa kwa kitendo ambacho amekifanya huyu Abdallah Mtulia, kwa lugha nyingine unaweza kusema kwamba ameusaliti Ukawa, ametusaliti sisi Chadema, amewasaliti wananchi. Sasa kwa kupitia kwenu waandishi wa habari kwanza napenda kuwatuliza na kuwaeleza na kuwaambia wananchi wasikate tamaa, na tunawaomba watulie, wasidhani kwamba kuondoka kwa Mtulia basi Ukawa umekufa au umeyumba au Chadema ni watu ambao tutakokuwa tumekata tamaa, hilo jambo halipo. Mtulia ni msaliti na dhambi ya usaliti atakuja kuiona hapa hapa duniani, kabla hajaondoka na ninyi waandishi wa habari, mkifuatilia historia za watu ambao wana usaliti katika mambo yetu haya ya kidemokrasia, maovu na malipo yao huwa hapa hapa duniani. Kwa hiyo kabla hajafa Mstulia, kabla hajaenda kaburini Mtulia, kabla hajawa maiti Mtulia ataona dhambi ya usaliti, kwa sababu siku ambayo matokeo yanatangazwa, au wakati tunapigania atangazwe yeye Mtulia kuwa mbunge, watu watatu waligongwa na gari pale Biafra, wawili wamepona, mmoja amefariki. Vuta picha hiyo, na walikuwa katika harakati za kupigania kutangazwa kwa Mtulia. Leo Mtulia amekwenda kwa wale wale ambao waliokuwa wakitaka kumnyang'anya ushindi, waliosababisha hawa watu wafe kwa sababu yake na watu kuumia kwa ajili yake ameona bora kwenda kuwafata wale wale na kuwafanya ni marafiki. Kwa hiyo dhambi ya usaliti Mtulia ataipata akiwa hapa hapa duniani, sio sisi, isipokuwa ile damu iliyomwagika haitapotea bure, lazima itakuwa na mrejeo kwake Mtulia. Lakini usaliti wa pili ni usaliti wa serikali ya chama cha mapinduzi, pia inawasaliti wananchi wake kwa kutumia rasilimali, kwa kutumia kodi za wananchi kuwarubuni hawa wasaliti ambao Yani kuwafanya viongozi wa upinzani waingie CCM kwa usaliti, kwa sababu hizi pesa na gharama ambazo wanazozitumia serikali ya CCM kuwanunua hawa viongozi na kuwafanya kwamba eti wanamuunga mkono Magufuli, yani picha, kumuunga mkono Magufuli sio kwenda CCM. Kumuunga mkono Magufuli ni kuwatumikia wananchi. Sasa ilitakiwa wae, yeye, yeye Mtulia, kama anamuunga mkono Magufuli ilikuwa abaki aseme, mimi namuunga mkono Magufuli, na wananchi wangu naomba na hivi na hivi, na hivi. Hapa tungesema kweli Mtulia anamuunga mkono Magufuli. Sasa muunga mkono Magufuli, unaondoka, na serikali ya CCM inabariki, mwenyekiti wa CCM taifa ambaye ni rais yuko kimya, anafurahia na haya, anashindwa kutoa tamko la kuwaambia wale wanaounga mkono, wanaoniunga mkono wasinifate, wasiondoke, kwa sababu wanaitia nchi ama wanaingiza bajeti au wanaingia kwenye gharama nyingine ambazo hazihitajiki kwa kipindi hiki, kwa sababu gharama za kuja kufanya uchaguzi huu jimbo la Kinondoni, gharama hizo zingesaidia kununua madawati ma kwa watoto, kununua madawa hospitali, kusaidia miundombinu na kadhalika na kadhalika. Lakini leo rais anakubali haya mambo yafanyike, wakidhani kwamba ndiyo njia pekee ya ku, ya, ku, ya, ya kumuunga mkono Magufuli. Lakini sisi Wana Kinondoni CHADEMA tunasema haya ni mapambio. Nikisema mapambio na maana ni propaganda wanaoitumia CCM, kwa sababu tunajua wao wenyewe hawako salama na mwenyekiti wao wa taifa, tunajua hicho kitu, hawako salama. Sasa ni mapamba, mnima, mapambio ya mkutano wao mkuu unaofanyika Dodoma mwezi huu au mwezi ujao, mkutano mkuu wa taifa wa chama cha mapinduzi. Kwa hiyo tukisema ni mapambio, wanawarubuni watu waende kuwaonyesha kwenye mkutano huo wakiwalaghai wana CCM wenyewe kwa wenyewe, wakidhani kwamba jamani, kazi anayoifanya Magufuli ni nzuri, na ndiyo mnawaona leo hawa hapa akina Kafulila wakina Mtulia watausimamishwa pale kama masanamu kama vile kuonyeshwa, kana kwamba kwamba hii ni, ni, ni, ni, ni jambo ambalo jema nalolifanya Magufuli mwisho wa siku wao wameamua kuingia kwenye chama cha mapinduzi. Sasa waheshimiwa, sisi wana Kinondoni na mimi nikiwa kama mwenyekiti wa chama bado nawataka wananchi wakae tayari, hili jimbo sasa lipo wazi, na sisi tulikuwa watiifu sana kwa kuwatii viongozi wetu wa kitaifa, kwa kukubali nguvu zetu zote kulipeleka katika, yani, kukubali kwa nguvu zetu zote kuhakikisha kwamba jimbo hili wanachukua wenzetu wakafu, wakichukua wao ndo wamechukua sisi, lakini mwisho wa siku usaliti aliofanya, tunasema jimbo lipo wazi, wananchi tulieni viongozi wetu kamati kuu watakaa au wanakaa, watatoa tamko, na wakitoa tamko nguvu zetu zitakuwa ni moja na zile zile, hatutarudi nyuma. Na napenda na nipeleke salamu kwa utawala wa Chama cha Mapinduzi, kama ni mkoa kama ni taifa, wasifikiri wako salama katika uchaguzi huu. Wasifikiri hili jimbo la Kinondoni lipo mjini, ni jimbo la wana Dar es Salaam, waangalie ile matokeo huyo Mtuli aliyomchukua angeondoka na watu zaidi ya elfu moja tungesema kweli Mtuli ana watu, lakini kaondoka Mtulia ya peke yake. Wapiga kura kampeni manager nilikuwa mimi, Mtulia walikuwa hawamjui, tulipita. Sasa kampeni manager bado nipo, natangaza kwamba jimbo lipo wazi. Tunasubiri tu kesho watamshe, watamke neki, kesho watamke tume ya uchaguzi, tuingie kwenye uchaguzi. Tunasema CHADEMA tutasimama imara kuleta heshima na kuwarudishia imani wananchi kwamba bado tuko salama na ushindi utapatikana, na mbunge ataendelea kuwa mbunge wa upinzani katika jimbo letu la Kinondoni. Baada ya kusema haya, niwashukuru sana, asanteni sana kwa kunisikiliza, asanteni waandishi wa habari. Baada ya mwenyekiti kuongea, lakini na mimi kama katibu mwenezi ambaye ni msemaji wa chama, naomba niongezee tu kwa yale ambaye mwenyekiti wangu ametoa, na huu sio msimamo wa mwenyekiti, ni msimamo wa kikao cha kamati tendaji ambacho tulikubaliana maneno haya mheshimiwa mwenyekiti wetu aweze kuyazungumza. Sasa, waheshimiwa waandishi wa habari, Mheshimiwa Maulidi Mtulia alipotangaza kwenda Chama cha Mapinduzi kuna sababu kama mbili au tatu alizitamka zilizomfanya yeye kwenda Chama cha Mapinduzi, lakini sisi kama jimbo la Kinondoni tunasema sababu hizi zote. Hakuna sababu hata moja ambayo ni ya ukweli iliyomfanya mbunge Mtulia aliyekuwa mbunge Mtulia wa chama cha wananchi CUF kwenda CCM. Mheshimiwa Mtulia amesema analizika na utendaji wa Rais Magufuli na chama chake cha Mapinduzi, lakini sisi kama UKAWA kama Chadema kwenye ilani yetu ambayo tulikuwa tuna inadi mwaka 2015 kwenye uchaguzi. Na bahati nzuri mimi nilikuwa kwenye mikutano yote ya kampeni nikiwa kama msanii wa mashaji wa chama, nimezunguka mikutano yote, hatukuwahi kusema kwamba tutawabomolea wananchi nyumba zao. Kwenye ilani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema hatukuwahi kusema kwamba sisi tutawanunua wapinzani au kuwanunua tosimu kuja Chadema. Sisi hoja zetu kuu zilikuwa ni kuboresha maisha ya wananchi. Lakini nani asiyejua leo mtanzania kwamba hali ya maisha imekuwa ngumu? Sisi hatukuwa na agenda ya kubomolea watu nyumba zao. Nani asiyejua kwamba utawala wa mheshimiwa rais John Pombe Magufuli unabomolea watu nyumba zao bila sababu? Na katika watu ambao waliathirika na bomoa bomoa wa kwanza, tulikuwa na sisi wilaya ya Kinondoni, kata Ananasifu, bonde lile la Mkwajuni, tulibomolewa nyumba zetu chini ya utawala huu. Hiyo haikuwa ilani na hazikuwa sera za Chadema na Ukawa. Kwa hiyo sababu zote ambazo zimesemwa na mheshimiwa Maulid Mtulia ni sababu za kiwongo otherwise Mtulia atuambie kwamba ni njaa zake, usaliti wake, na udhaifu wake. Na naomba niwaambie ndugu waandishi wa habari na wa, na Watanzania na wananchi wa jimbo la Kinondoni. Kwamba Maulid Mtulia amekuwa mdhaifu kwa mambo mengi. Ila sisi kama UKAWA kwa kuwa alikuwa ni mgombea wetu, sio tulimpa nguvu zote. Kama mnavyojua kama Mheshimiwa Maulid Mtulia baada tu ya kuwa mbunge wa jimbo la Kinondoni, watu wa jimbo la Kinondoni yako mambo ambayo walitegemea ambayo aliyafanya, lakini yako ambayo walitegemea akuyafanya. Kwa hiyo mimi na kazi yetu kusema kwamba sababu zote ambazo zilitolewa na Mheshimiwa Maulid Mtulia kwenda Chama cha Mapinduzi, hizo sababu si za ukweli. Lakini pili, sababu hizo hazina uhusiano na yeye kwenda CCM kwa sababu wako watu ambao amba wana Chadema wapo ambao wanaunga mkono harakati fulani za Magufuli, wako wana CCM wanaunga mkono harakati za Chadema wako wana CCM walimuunga mkono Lowasa lakini hawakutoka CCM hawakuja Chadema, walibaki na msimamo wao, Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hizo kauli za kusema kwamba tunakwenda CCM, Mtulia anakwenda CCM, sijui nani anakwenda CCM kwa sababu ya mambo mazuri ambayo CCM wanayafanya, hizo sio sababu. Hakuna uhusiano wowote wa Mtulia akwenda CCM na yeye kumkubali Magufuli. Watu wanamkubali Magufuli. Wapo wana Chadema, wako wana TLP na wako watu ndani ya CCM wanamkubali Lowassa, wanaikubali Chadema. Kwa hiyo mimi, baada ya kusema hayo, nilikuwa naongezea mambo ambayo mwenyekiti amesema, lakini na mimi niseme tu kwamba wananchi wa Kinondoni, Chadema iko salama, ukawa uko salama, hakuna mwanachama hata mmoja kama mwenyekiti alivyosema, baada ya Mtulia kuondoka, ambaye ameondoka. Siku tukisikia kwamba kuna wanachama mtaani wanaandamana wanakwenda CCM. Hapo tutasema kweli wananchi wa Tanzania wa jimbo ukubali, na jumla Kinondoni wamekubali utawala wa Magufuli. Na ninaamini. Na ninaamini kwamba wanachama wa Kinondoni hawana sababu ya kwenda CCM kwa sababu wanaona maisha yao jinsi yalivyo na maisha haya mabovu mpaka watu sasa hivi wametunga jina wanasema vyuma vimekaza. Aliyekaza ni Rais John Magufuli na serikali yake ya CCM na amekaza kwa sababu pesa hamna. Kwa hiyo baada ya kusema hayo waandishi habari, tunawashukuru sana. Kama kuna mjumbe wote kama mtendaji ambaye anataka aongezee kwa haya ambayo sisi tumeyasema ayaongezee, lakini waandishi habari, tunawashukuru sana. Tunawakaribisheni sana jimbo la Kinondoni, siku nyingine tukiwaita, tunaomba mje. Tunatambua sana thamani ya kazi yenu, tunajua mnafanya kazi kubwa sana, mnapata changamoto kubwa sana lakini tunaomba muendelee, kwa sababu kazi hii ni kazi ya utume, ni kazi ya Mungu. Asanteni sana. Nashukuru hatuna ziada. Naona jambo hili, maswali maswali ya sawa tulisawa. Kama kuna mwandishi yote ambaye ana maswali au kuna sehemu yote ambayo inahitaji ufafanuzi kwenye sehemu ambayo mwenyekiti ameongea au mimi kama mwenezi, basi tunakaribisha maswali au sehemu za ufafanuzi.

Nikushukuru Bwana Prosper kwa mwana gazeti la Mwananchi. Kwanza kuhusu mgombea, mgombea sisi hatuna, hatu, hatununui watu kama wanavyonunua CCM. Yaani mgombea sisi wa chama chetu kwa nafasi yetu hii ya ubunge hatutamtafuta nje ya chama chetu. Sisi tumejitosheleza, tuna wanachama wengi sana. Kwa hiyo ukifikia wakati ukifikia wakati kwamba tumeshatangaziwa sasa kwa taratibu za chama na taratibu za tume ya uchaguzi mgombea atapatikana. Kwenye hilo hatuna matatizo na tunao wagombea wazuri sana. Na kama utakumbuka, mwanzo wakati natoa taarifa hapa maelezo, nilisema sisi tulikuwa tushafanya mchakato wa kumpata mgombea na tulishampata mgombea wetu. Isipokuwa tuliheshimu tu maamuzi ya chama kwa maana kuweka ushirikiano wa nini? UKAWA. Na huko tulikuwa tuna wagombea wetu zaidi ya kumi. Tukafanya mchakato wa kura za maoni akapatikana mgombea lakini, mwisho wa siku, tukamtuliza mgombea wetu yule, tukaingia kwenye mchakato wa kuunga mkono UKAWA. Kwa hiyo bado Mungu ametuwekea wa hai wagombea wetu wale wapo, na kuna wanachama wengine wameingia. Ikifikia wakati, tutaweka mchakato, demokrasia itachukua mkondo wake, tutamtafuta na tutampata kiongozi, mgombea anayekubalika na watu, atuhakisha kwamba mambo yanakwenda sawa sawa. Kuhusu kujidhatiti, tumejidhatiti. Yaani, kwa maana sisi toka umekwisha uchaguzi 2015 hatujawahi kuacha kufanya siasa. Na salamu hizi tuomba zifike kwa Magufuli. Aendelee hivyo hivyo kutuzuia tusifanye mikutano. Na sisi kwa tu Magufuli tunasema ni fursa. Kwa haya anayoyafanya ni fursa. Kwa maana tunajua tu haya ambayo wanayoyafanya Magufuli sasa hivi hatakuwa hana la kusema ikifika kipindi cha kampeni kwa sababu yote yamemaliza. Sisi ambaye anatuzuia leo tusifanye mikutano na tusiongee na watu ndio tutakuwa na mengi ya kusema. Kwa hiyo wakati tunajiandaa kusema hayo kipindi hicho, tumejidhatiti vizuri kweli kweli. Kwa mujibu wa katiba yetu, kuna utaratibu wa kutafuta uongozi kuanzia ngazi ya chini mpaka taifa, na ndo tunaendelea sasa kwa sababu mwakani ndo tunaingia kwenye uchaguzi wa kichama. Kwa hiyo tumeshaanza utaratibu wa kutafuta viongozi ngazi ya chini kwenda juu, na tayari tuna wanachama katika kila eneo, jimbo zima la Kinondoni. Kwa hiyo tuko vizuri kweli kweli, tunasubiri tutamko kwamba lini tuanze kugombea na hivi na hivi. Na kuhusu UKAWA, kama mnavyoona, mnaona sasa hivi Lipumba anavyotumika. Lipumba amekuja kugawa UKAWA. Kwa hiyo na ndo mgombea huyo ametoka kwenye chama hicho hicho, tutawaangalia pumzi zao, lakini sisi kama sisi hatutaunga mkono upande wa Lipumba. Kwa hiyo kama watamsimamisha mgombea kupitia lip, chama cha wananchi kafu, lakini mgombea huyo anasimama kupit, kutokea, chama, kutokea upande wa Lipumba hatutaunga mkono tutasimama sisi kama sisi kuhakikisha kwamba tunamsimamisha tunam mgombea wetu wa chama ili mambo yaende. Japo sitamko rasmi kwa maana hatujajua chama kitazungumza nini, lakini pia hii ni salamu kwa viongozi wa kitaifa nao tunawapa kwamba huo ndo msimamo wetu wa jimbo la Kinondoni kwa sababu sisi ndio wenye watu chini. Kwamba isifike mahala eti tuko kuheshimu neno kaf bila kujua hiyo kaf atakayesimama ni nani? Kumbe anayesimama ni timu Lipumba. Sisi hatutaiunga mkono. Kwa hiyo kuhusu upande wa UKAWA tuko tunawaangalia wenzetu uh, watasimama vipi, lakini mwisho wa siku sisi kama CHADEMA tunatosha na tunajitosheleza na tumejitatiti. Nadhani nitakuwa nimekujibu vizuri maswali yako matatu. Mwingine hamna? Basi tunawashukuru sana ndugu zangu, tukiwaita tena mweze kukaribia.